Asante sana Global TV kutoka Tanzania, tukiwa bado wenye kufuatilia kuhusu kifo cha Mtanzania Bi Leyla Mtumwa aliuawa mwisho wa, wa mwezi wa, wa nne kwa kupigwa visu na mume wake wa ndoa Bwana Kema Salum. Hatimaaye mwili wa marehemu tayari umeshakabidhiwa kwa ndugu na jamaa zake hapo jana, siku ya Ijumaa majira ya mchana, na leo siku ya Jumamosi itafanyika sala maalum ya kumsalia marehemu huyo katika msikiti wa East London uliopo London Mashariki. Ndugu jamaa na marafiki watakuwepo mahala hapo kwa ajili ya sala hiyo. Kamati inayoshughulikia zoezi hilo tayari wameshakamilisha taratibu zote za kusafirisha mwili huo kuelekea Tanzania ambako mama wa wakisubiri mwili huo kuwasili mkoani Arusha hapo kesho, tayari kwa mazishi. Nikiripoti kutoka hapa Uingereza, mimi ni Amuri Msema wa Global TV.